Neno la Mungu siku hii ya leo kutoka waraka kwa Wagalatia sura ya tano mstari ule wa kwanza hadi ule wa sita. Waraka wa Galatia kwa Wagalatia sura ya tano, nasoma kuanzia mstari ule wa kwanza katika jina la Yesu, Amen. katika ungwana huo Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Tazama, mimi Paulo nawaambia ninyi ya kwamba mkitairiwa, Kristo hatawafaidia neno tena. Namshuhudia kila mtu atahiriwaye kwamba ni wajibu wake kuitimiza torati yote. imetengwa na Kristo ninyi mtakaokuhesabiwa haki kwa sheria, meanguka na kutoka katika hali ya neema. Maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani maana katika Kristo Yesu kutairiwa kufai neno, wala kutotairiwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Na tuombe: asante Bwana Yesu Kristo, kwa kuwa wewe ulimaliza yote kwa kazi yako pale msalabani, kwa jambo la sisi wenye dhambi kuhesabiwa haki mbele za Baba yako Bwana, nimwage damu yako ukatoa uhai wako, ili sisi tupate neema hiyo. Tunakuomba utusaidie tuamini katika kazi yako uliyoifanya pale msalabani kwa ukombozi wetu, tusaidie. Tusimame imara katika imani hiyo eh, Bwana. Na neno lako hili likazidi kutufundisha ya kwamba ni kwa njia tu ya kifo chako pale msalabani sisi tunawekwa huru na kukombolewa kwa njia ya eh, imani tu sisi tunapata kukombolewa kutoka mizigo na minyororo inayotukamata katika maisha haya. <coughs> E Bwana, tunaomba ubariki neno lako, amin, amin. Tukae wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Amin. Bwana Yesu asifiwe sana. Amin. Namshukuru Mungu sana kwa kutupatia neema ya kuwa hapa pamoja nanyi katika usharika huu wa Mrokora. Eh, siku ya leo na asubuhi hii ya leo. Na pili, nawashukuru sana watu wa Mrokora kwa kutupokea kwa furaha. Nawashukuru sana vilevile kwa jinsi ambavyo mnaendelea kama usharika. Nakumbuka ni siku nyingi kidogo nimefika mahali hapa, na kuna mambo tuliyozungumza watu wa Mrokora na nafikiri ni wakati tunazindua kanisa hili baada ya kufanya haya marekebisho mazuri, nikawaambia sasa linafanana fanana na watu wa Mrokora. Na ile kazi hapa leo, nikaambiwa pale tuliponywea chai mliitimiza sana kwa kuwa tunapata kusafisha kwa heshima mpendwa mchungaji wetu Mchungaji Estomih Urasa, ambaye baada ya kutumika kwa miaka mingi amependeza Mungu kwamba amalizie kipindi chake cha utumishi katika usharika wenu huu wa Mrokora. Mchungaji Urasa mpendwa mini pamoja na kwamba naongelea mgongoni mpako, <laughs> utanisikia vizuri. Nakumbuka vizuri tulivyokutana Makumira, nafikiri ulinikuta ukiwa mtu mzima kidogo, hii tayari ulishakuwa mwalimu na chuo mwalimu na ulishapita chuoni, lakini tuliitwa katika huduma hii na umetumika kwa uaminifu na kwa upendo na kwa bidii, leo hii tuko hapa kumshukuru Mungu pamoja na wewe kwamba kwa, kwa kipindi chote cha utumishi wako Mungu alikulinda, Mungu akakutunza, Mungu akakuwezesha hata pale ambapo ulikutana na mambo magumu ya kiafya, mambo magumu pia kama ilivyo kawaida katika utumishi huu lakini amekupa uvumilivu amekupa roho ya kusamehe na ukaendelea kufanya mpaka umekuwa baraka, kama walivyoimba wale wanakuwa mwanzo pale, nafikiri uliwasikiliza vizuri. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yako na sisi tunakuombea baraka za Mungu akulinde sasa katika maisha yako ya uzee na maisha ya kustaafu. Kumbuka tu kwamba kuna ahadi zake kwa wale waliowaita shambani mwake na wakatumika kwa uaminifu na kwa bidii. Hizo ahadi tunaomba kukumbusha, kwamba kwa kuwa Mungu wetu ni mwaminifu, zitaenda kutimia kwako vilevile. Bwana Yesu asifiwe. kumwona mke wako ambaye pia ni mchungaji mchungaji Sara, pamoja na watoto David na Naina, msimameni. siku nyingi hatujaonana. <laughs> Mungu awabariki. Tuendelee sasa kumuombea baba, na ninyi muwe furaha ya baba. Asanteni sana wapendwa. Leo tumepewa neno hili neno kutoka waraka kwa Wagalatia na kwa mujibu wa kalenda ya kanisa letu mkazo wa neno ni hili tu, na hata kama utasahau mengine, Yesu ametuweka huru. Yesu amefanya nini? Ametuweka huru. Hebu jisemee mwenyewe, Yesu ame turudie tena, Yesu aliniweka huru. Basi ndiyo maana ya somo na kifungu tulichosoma. Uamini katika hilo, usimame imara katika hilo, kwamba aliyeniweka huru ni mmoja tu, naye ni nani? Yesu. tume Paulo aliandika waraka huko wa Galatia akiwakumbusha hilo, kwa sababu kuna wa, Wayahudi ambao walianza kumwamini Yesu lakini wakasema, ili uwe Mkristo na mfuasi kweli kweli wa Yesu lazima utimize pia sheria ya nini, ya Kiyahudi, na wakakaza jambo la tohara kwamba lazima utairiwe ndipo utaweza kuwa Mkristo kwa kweli, na kwa maana hiyo uweze kufaidi neema ile ambayo Mungu alitupa bure kwa kumtua, kwa kumtuma mwanawake na kumtoa pale msalabani atufie. Tumepalwa. Anawaambia, anawambia wale, anatuambia hata sisi leo kwamba sio kwa matendo yoyote ya sheria, sio kwa nguvu zetu, wala tunapata neema ya kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Mungu anatuhesabia haki bure kabisa bila sisi kuchangia chochote, na tunachotaka takiwa kufanya sisi ni kumwamini tu Yesu kumwamini Yesu na kumshukuru Mungu kwa kazi yake kubwa aliyoifanya ya kutupa Yesu Kristo atulipie deni letu la dhambi pale msalabani. Anasema mmekombolewa na mmewekwa huru. tumekombolewa kutoka nini? Tumekombolewa kutoka minyororo ya yule mwovu Shetani. Tumekombolewa kutoka minyororo na kifungo na, na utumwa wa dhambi kwa njia ya Yesu Kristo. Tumekombolewaje? tume na kutoka hilo ni pale ambapo tukitambua kwamba sisi dhambi, hapa, ni wenye dhambi kama tulivyoungama hapa, nimekutenda dhambi wewe Mungu, kwa ajili ya Yesu, tukafika madhabahuni, tukapiga magoti, tukamwomba Mungu kwamba atusamehe dhambi zetu zote. katika Injili ile tuliyosoma ya Yohana mlango wa tano tunaona pia kwamba kwa, kwa upendo wa Mungu na kwa neema yake, tunakombolewa kutoka mambo mengine magumu tunayopitia katika maisha haya kama yule mgonjwa huyu ambaye Yesu amemhurumia tu akamwambia inua godoro lako uende zako, na yule akawa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu haleti tu ukombozi wa kiroho wa roho zetu, anatukomboa vile vile kutokana na adha, maangaiko, tabu za dunia hii. Wapendwa, huyo Mtume Paulo anapenda kutuambia tusimame imara na wala tusirejee tena katika kongwa la utumwa wa sheria unaotudanganya kwamba lazima sisi eti tuchangie katika jambo la sisi kupokea ukombozi wa kweli, kupokea uhuru wa kweli unaotokana na kazi ya Yesu pale msalabani. Anatuambia tutembee kwa imani hii, tuishi kwa imani hii. ii ni langu la dhambi, Yesu amefanya nini? Amelipia pale msalabani kama walivyokuwepo Wayahudi wa siku zile wakikaza lazima utimize sheria, na watu wakajitahidi sana sana kumpendeza Mungu kwa njia ya sheria, lakini walishindwa. Hata leo wako watu ambao wanasema lazima ufanye moja, mbili, tatu ndipo eti Mungu apate kukuhesabia haki. Hatuna cha kulipia sisi hatuna. Kwa ajili ya upungufu wa imani, ndio unakuta kuna watu ambao bado wamebeba mizigo mizito, kwa sababu hawana imani, hawana hakika ya kwamba kwa njia ya ubatizo na imani ile ambayo ulikiri au wadhamini wako wa wazazi wako na pia katika kipaimara kwamba kwa imani hiyo unaposimama naye kumtazama tu mwana kondoo wa Mungu Yesu Kristo kwamba eti Mungu amekutangazia uhuru mtukufu. Huo umeleta mahangaiko kwa wengi, na ndio sababu nakuta watu wanahangaika huku na huko wakitafuta kufanya kitu ili Mungu awahesabie haki. Paulo anawaambia hapo ni kujidanganya, kwa sababu hujachangia na hutaweza kuchangia chochote katika uokovu wako uhuru ni zawadi. uhuru tunaopewa na Yesu Kristo sio kitu tunachoweza kujitafutia sisi. Yesu alivunja minyororo ya dhambi, minyororo ya sheria, sheria hizi za Kiyahudi, na Yesu alivunja minyororo ya mauti. Yesu hata leo anatuponya magonjwa yetu. Tukimwamini Yesu anatuponya na kutusamehe dhambi zetu. Uliposoma habari hii ya huyu aliyekuwa mgonjwa na Yesu akamponya kwa neema tu, wala tuambiwe alimwomba amba jitwike tu wero lako uondoke. Nilitafakari kidogo juu ya uhusiano kati ya dhambi na baadhi ya magonjwa yanayotuangaisha hata leo, na katika hii meona kwamba kuna uhusiano wa namna fulani kati ya magonjwa tunayougua na hata siku hizi na dhambi na kukosa kumwamini Yesu Kristo, maana Yesu akamwambia, umepona ondoka, lakini usirudie tena tende tena dhambi, mesija akakupata au lisije likakupata kubwa zaidi ya hili. ya. kwa baadhi ya magonjwa tunayougua sasa kuna uhusiano wa moja kwa moja na ukosefu wa imani, ukosefu wa kuto kusimama imara katika imani tuliyo nayo kwa Yesu Kristo. Siku hizi tunazungumza kuhusu magonjwa ya akili. Magonjwa ya akili, tunasikia jinsi ambavyo watu wanahangaika na jinsi ambavyo magonjwa ya akili yanaweza kuleta madhara makubwa kwa jamii yetu, na hata kwa Mkristo au kwa mtu mmoja mmoja kutokana na kukosa hekima ya kuamini na kusimama na kuwa na hofu ya Mungu. Watu, watu wanatembea kwa mihemko badala ya kutumia akili zao sawasawa, kisoma mitandao. Sasa nafikiri watu wengi wanafikia mahali ambapo wanakaribia kuchanganyikiwa. Tuamini lipi? Lakini ukiangalia hakuna mwenye muda wa kukaa na kutafakari kwa kina ukweli uko wapi, katika hali hii tunayoisikia. Hata katika kipindi hiki cha uchaguzi tulianza kuonya mapema kwamba kuna kitu kinachoitwa upotoshaji wa ukweli wa habari, na hii inafanywa na watu wenye malengo yao binafsi. kichunguza sana watu wenye malengo yao binafsi. Sasa wewe ambaye Kristo amekukomboa, wewe ambaye Kristo amekuweka huru, utumie uhuru wako vizuri. Uhuru huu unakupa uwezo wa kupambanua ni yapi yaliyo ya, ya kweli ni yapi ambayo ni ya, ni, ni ya uongo, ni yapi ambayo yametengenezwa kwa ajili ya upotoshaji. <coughs> Injili ya Yohana, anasema Yesu anasema mwenyewe, mimi ndiye njia na kweli na nini? <coughs> na anasema mwana wa Mungu akikuweka huru utakuwa nini huru. <coughs> kweli kweli tunatumiaje uhuru huo ambao unafunua na unatusaidia, unafunua upya akili yetu na ufahamu wetu, kuweza kupambanua mambo. Sehemu ya uhuru ni huo ambayo Yesu ana, ana- ametuletea na tunakuwa huru pale ambapo tunasimama katika imani hiyo ya kumwamini yeye. Yesu azungumzi tu kwamba tukimwamini yeye tutakuwa huru tu, lakini tutafahamu pia kweli. Pasipo ukweli sisi bado ni watumwa sababu so, tunaamini katika mambo haya, udanganyifu wa yule mwovu kwamba endelea tu kuishi jinsi unavyotaka, hakuna madhara yatakayokupata, wafanyie wenzako kile ambacho unataka ili wewe upate faida, hakuna madhara utakayoyapata. Lakini ukweli ni huu kwamba tutavuna, tutakaochukua, tumefanya nini, tumekipanda na mahali wakati mwingine tumeshindwa kupambanua pale ambapo watu wanavuna yale walioyapanda, na yale yanayo watokea, tunashindwa au tunasahau kwa haraka, lakini ukikaa ndani ya Yesu nakubali kuongozwa na Roho Mtakatifu utajua kupambanua kifahamu kweli katika upotoshaji huu na katika mambo yanayotokea hata katika maisha yetu. Kwa nakwambia tujiadhari na kongwa la kutafuta kutenda sheria, kutimiza sheria na taratibu za kibinadamu na taratibu za kidini. Wakati ule ilikuwa ni tohara, na siku hizi kuna taratibu nyingi tu. Wakati mwingine kufuata taratibu hizi na sheria hizi kunaweza kukaonekana kwamba ni jambo la kiroho sana. Na watu wengine wanaweza kujifurahisha wakasema, ah, kwa sababu mimi nimetimiza moja mbili tatu, naenda kanisani naimba kwaya, na mimi sijui, si hivi mimi, sifanyi hiki mimi, sifanyi hii, kama yule au kama nani, inawezekana ikaonekana ni kitu cha kiroho sana, lakini kuufahamu ukweli ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, sisi sote ni wenye dhambi na Mungu pekee kwa njia ya Yesu anatuhesabia haki. Tukisimama katika kuangalia matendo yetu kweli tutaangamia, kwa sababu matendo hayo na tabia kama hiyo inatuambia kwamba kazi aliyofanya Yesu pale msalabani haitoshi. Anasema hapa kwa kuamini hivyo na kufikiria kwamba kwa njia yetu tunaweza anasema tunajiweka nje ya neema ya Kristo. Uhuru tunaopokea kutoka kwa Yesu ndio uhuru huo ambao anasema unatusaidia sisi, na ndio wito huo, kama umekombolewa na Yesu basi uwe na imani itendayo kazi kwa upendo. Kwa hiyo, Yesu mwenyewe ndiye anatufungua tukimwamini, na tunakuwa na uhuru huo wa kutenda kazi kwa upendo, wito kwa somo hili, kwa kuwa tumekombolewa na Yesu Yesu huyu ukatufungue pale ambapo tumeacha upendo, pale ambapo tumeacha kuwapenda jirani zetu, tukaishi kwa chuki na kwa kutendeana mabaya, tukabadilike tukafunguliwe, tuwe na uhuru huo wa kutenda kwa upendo.